Na wake tisa walikuwa ni wasichana. Kuingilia maharimu tukio moja ambalo amefanyiwa mwanamke, kutoa mimba tukio moja ambapo amefanyiwa msichana, na kumpa au kupokea ujauzito ni tukio moja ilikuwa nini mwanamke. Idadi ya matukio ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia kwa watoto na umri wao kwa mwezi wa Septemba 2025, kama mnavyoona jadwali letu hapo, ambapo miaka inayoongoza kufanyiwa mambo haya ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia ni miaka 15 mpaka 17 inaonyesha kuwa wasichana ambao wamefanyiwa ukatili ni hamsini na wavulana ilikuwa ni moja, ukifuatiwa umri wa miaka kumi na moja mpaka kumi na nne ambapo wasichana aliofanyiwa udhalilishaji wa kijinsia walikuwa kumi na nane na wavulana walikuwa ni watano. Idadi ya matukio ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia na sehemu yaliyotokea kwa mwezi wa Septemba 2025, nyumbani kwa mtuhumiwa yalitokea matukio hamsini na nne, vichakani matukio 24, sehemu nyengine matukio 14, majumba mabovu matukio 11, na nyumbani kwa mwasirika matukio matatu. Aina na matukio ya ukatili na uzalishaji wa kijinsia na hatua zilizochukuliwa kwa mwezi wa Septemba 2025, matukio 94 kati ya matukio 106 yaliyoripotiwa yapo chini ya upelelezi wa Jeshi la Polisi sawa na asilimia 88.4 ya matukio yote yaliyoripotiwa mwezi wa Septemba 2025. Aidha, matukio manane yamepelekwa afisi ya mkurugenzi wa mashtaka sawa na asilimia 7.5, na matukio manne yapo mahakamani sawa na asilimia 3.8. Aina ya watu waliofanya matukio ya ukatili na udhalilishaji kwa mwezi wa Septemba 2025, wapenzi yalikuwa matukio ni 38, mtu asiyejulikana matukio 28, jirani matukio 22, watu wengine matukio 17 na baba mdogo yamefanya tukio moja. Muda uliotokea matukio na aina ya matukio kwa mwezi wa Septemba 2025. Katika jadwali letu tunaona kuwa muda ambao unaongoza sana kufanyiwa udhalilishaji ni muda wa saa sita dakika moja mpaka saa tisa jioni. Huo ndio muda ambapo matokeo mengi haya ya ukatili na uzalishaji yanatokea, ambapo matukio yalikuwa ni 26 ikifuatiwa na muda wa saa tisa dakika moja mpaka saa kumi na mbili jioni matukio ishirini na tatu na saa kumi na mbili dakika moja mpaka saa tatu usiku matukio ishirini na moja. Haa huu ni muda mbaya ambapo matukio mengi ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia yametokea kwa mwezi huu wa Septemba elfu mbili na ishirini na tano. Tunaengea kwenye majalada ya makosa ya udhalilishaji yaliyopokelewa afisi ya mkurugenzi wa mashtaka Zanzibar kwa mwezi wa Septemba 2025. Jumla ya majalada 85 yamepokelewa katika ofisi ya mkurugenzi wa, ma wa mashtaka kwa mwezi wa Septemba 2025 ambapo makosa yalikuwa ni 95. Kwa mkoa wa Mjini Magharibi majalada yalikuwa hamsini makosa yalikuwa ni hamsini na tisa. Mkoa Kusini Unguja majalada kumi na nne na makosa kumi na nne. Mkoa Kaskazini Unguja makosa manane majalada manane. Mkoa Kusini...